Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wa wa wa alhamdulilahi rabilalamin thuma wassalatu wassalamu ala rasulullahi salllahu alaihi wasalam. Amabad, ama baada ya kumshukuru Mwenyezimungu subhanah wa taala, pamoja na kumtakia rehma na amani mjumbe wetu kipenzi chetu mtume wetu Muhammadi salllahu alaihi wasallam, tunabudi kumshukuru Allah subhanah wataala ambaye alituwezesha kwa rehema zake na uwezo wake kuweza kutusafirisha kwa ajili ya ibada ya umra, na alhamdulillahi tuliweza kufika salama na kufanikiwa kufanikisha yale ambayo yaliyotupeleka ya kiibada, na alhamdulillahi kwa uwezo wake ameturudisha salama katika safari yetu ya umra. Mambo ambayo tumejifunza mambo mengi, mojawapo ikiwemo ni ukubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa ile kuweza kukutana mataifa mbalimbali ambao tulikuwa tukizungumza lugha tofauti lakini wote tukiweza tukimwelekea Allah subhana wa Ta'ala, lakini pia upatikanaji wa maji ya zamzam katika, katika vilima vya, vya Safa na Marwa, tukiangalia vile vilima vya Marwa ni kilima kikubwa, ukiambiwa pale alikuwa mtoto mchanga akatikisa miguu yake maji yanatoka, unaona kabisa ni jambo ambalo ni utukufu na ukubwa wa Allah subhana wa allah Ta'ala, lakini pia funzo lingine tumepata kuhusiana na maandalizi ya kizazi cha baadaye wengi tunaamini ibada ya umra na hija ni kwa watu wazima tu, lakini tumewakuta watoto wengi wadogo, watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, wengi sana wakiwa na wazazi wao wamekuja kwa ajili ya ibada hii. Na haya ni maandalizi ya mtoto kiimani na kumfanya kuwa mgeni wa Allah toka akiwa umri mdogo. Lakini tumejifunza kuhusiana na usawa wa kibinadamu mbele ya Allah. Aa, katika ibada hii wanaume wanapoingia katika ihram tayari, wanapokuwa wamehirimia wameshavaa lile vazi, basi wanaume wote wanakuwa sawa, haijalishi cheo chake, haijalishi mali yake, haijalishi taifa lake wala ubora wake kwa huko alikotoka. Binadamu wote hapa wanakuwa sawa, na hapa ndipo tunapoona Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba wote ni sawa, isipokuwa mbora wenu nini? Mcha Mungu. Lakini pia tumejifunza kuhusiana na maisha bila simu yanawezekana. Tukiwa huku katika ulimwengu wetu tuna, tu, hatuwezi kukaa muda mrefu bila kushika simu lakini tukiwa katika mazingira yale ya kiibada unaweza ukaiweka simu siku nzima usiiguse, wala usijue nini kinachoendelea ulimwenguni, ukawa muda mwingi unautumia kwa ajili ya mawasiliano wewe na Allah subhanahu wataala. Lakini tumejifunza kuhusiana na thamani ya mwanamke. Mwanamke amepewa thamani kubwa sana. Tumeona wanaume wanapohirimia wanavaa vazi maalum, lakini kwa wanawake wao hakuna vazi maalum, wote tunavaa vazi limadi la stara lakini pia kuna pointi ya mwisho, ni kuhusiana na maisha kwamba yataendelea. Inawezekana leo watu wengi sana wanashindwa kutekeleza ibada ya umra kwa sababu ya kuona kwamba majukumu yangu, kazi zangu, familia, nita nitaviacha vipi? Lakini tuamini ya kwamba unapotia nia na Allah akikuwezesha, basi Allah atakusaidia hivyo vitu vyote, atavisimamia yeye na utakuta vikiwa katika hali ya usawa. Lakini pia hata wewe usipokuwepo, hivyo vitu vitaendelea kama kawaida. Aa, tunawaombia Waislamu wote ambao bado hawajaenda haji au umra wafanye haraka biidhnillah, kwenda kwenye ibada hii yenye mafanikio makubwa dunia na akhera. Tutajifunza vitu vingi na kuna siri kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka mwisho kabisa. Tunawashukuru bodi ya wakurugenzi wa Raudha Haji Company ambao wametoa punguzo la gharama kwa wana Madina Foundation na wadau wote wa Madina Foundation watakao kuwametiania ya kwenda katika ibada ya umra au ibada ya haji. Na ili kuweza kupata punguzo hili, utafika katika ofisi ya Madina Foundation kupata barua ya utambulisho. Tuna waasa Watanzania ambao wanataka kwenda waweze kwenda na Raudha, Raudha Haji Company, ambayo ni sehemu salama kwa usimamizi mzuri wa kiibada na kwa kuweza kutuwezesha kuwa karibu na msikiti na kuweza kutupatia mafunzo na mwongozo mzuri wa uendeshaji wa ibada yetu, wabillahi taufik.